Nini wisilamu? Wisilamu ni kunyenye soma we, mambo alokuja nayo bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nguzo zake ni tano. Ya kukubali hapana mola anostahiki kuabudiwa kwa kweli ila Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallam ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Ya pili na kusimamisha swa tano, asubuhi, adhuhuri, alasiri, magharibi, isha. Asubuhi rakam, adhuhuri rakam ne, alasiri rakam, magharibi rakatatu, isha rakan ya tatu. Na mwenye mali kuto zakaya na kufunga mwe wa Ramadhani ya tano kwenda Maka u kwa mwenye kuendea njia hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kazali wa wapi? tarehe kumi na mbili mfungo sita mwaka 571 mila mitume

wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa kwanza bibi Hadija, wa pili bibi Aisha, wa tatu bibi Hafsa, wa nne, wa tano bibi Sauda, wa sita bibi, na wa saba bibi Ummu

Sifati Allah Mwenyezimungu, inna Allah hakika Mwenyezimungu subhanahu wataala ametakasikana huwa lladhi yee ambaye, kwa khalaqana ametuumba sisi, wa aujadana na akatujalia fi hadha lalam katika ulimwengu huu, wa khalaqa lard na akaumba ardh Wasamawa na mbingu wa jamia mafihima na vyote vilikuwemo ndani ya min ayawan katika wanyama wa jamadi wanabat mimea na visovukuwa na rohu. Well done, mashallah. Vitabu vya Mwenyezi Mungu ni vingapi? Vitabu vya Mwenyezi Mungu nivi: Quran, Taurat, Injil, Zabur Quran kwa sayyidina Muhammad, Taurat kwa sayyidina Musa, Injil kwa sayyidina Isa, Zabur kwa sayyidina Daud. <laughs> Well done mashaallah, vizuri sana. Hivi ndo mtoto wa kiislamu anatakiwa awe, sio najua miziki tunakumbavukumbavu.